machache nilionayo kama mwenyekiti ili kuifikisha maveterani kwenye hali. Yapo mambo mengi tunataka tufanye si viongozi tu hata wanachama, najua wa kuna ombi na namna ya ulipaji wa ardhi. Wakati wa mazungumzo ya awali, tulisema tuliache uongozi mpya utalisemea. Kwa bahati mbaya, uzuri nimerudishwa kwenye kiti, lakini niombe tu na niseme msingi wa dini yetu, na ndio maana tumeweza kununua uwanja wa milioni ishirini, lakini leo kwenye akaunti tuna milioni kumi na saba. Hizi fedha zimepatikana wapi? Ni ada tulizokuwa tunalipa sisi. Niwe wazi, kama utakuwa nyuma kwenye ulipaji wa ada, sisi hatuwezi tasonga na wewe. Makamu mwenye kiti kasema, tutafata katiba. Na niseme tu ni kweli, tutafata katiba. Wewe livoujalipa ada ya miezi mitatu, katiba inasema si mwanachama, tutafata hapo. Kinachouma na kushangaza, tunafahamiana, tuko kwenye via pyama lingine tunalipa ada tukiambiwa, tukidogo kwacha. Sasa iweje tukiwa maveterani? Kwa minyombe tu, tutaenda kwa misingi ya katiba, mheshimiwa uliyetusimamie uchaguzi, ili naliongea wazi, ili tufikie malengo yetu pada kwa wakati kusubiri fulani atalipa siku fulani, sio wakati wake tena. Kumekuwa na tabia hizo, watu hawalipi ada na wanajua hakuna kitakachofanywa kwa wakati umeisha. Wakish, lakini nawahakikishie ni bora tubaki ishirini bora kuliko kwa watu sitini tunaovuta baada ya kuona kwamba tumepetana natakiwa kubadilika, kwenda wapi? Ni bora ibadilike kwa kuwa na misimamo kuliko kubadilika kwa kuangamia. Itafika muda atasema timu haisafiri kwa sababu hatuna wanachama wa kusafiri. Hii tabia ya kubeba watu tunasafiri kwenda Mbinga, sasa ni mwisho wale wote waliokuwa wanasema tunabeba watu, wao wakienda washiriki. Wakati umeisha, isipokuwa na wewe unayesema choo, twende wote. Zamani watu wa Tunduma walikuwa wanajua sisi tukienda kwenye mabonaza basi tunaenda kukula kanazetu hapa sogolo. Haba Songoro, Haba Songolo, tulipoenda naye sehemu. Akajiuliza yale maneno watu walikuwa wanasema, hao jamaa wanaweza kufanya kitu gani za ngapi? Sababu aliona tunacheza mpira asubuhi mpaka saa 12. Yuko hapa mbele ya mshahidi. Akajiuliza zile story kule kwamba huwa wanaenda a akafanya hv zinatoka kwa uchovu huu wa kucheza mechi saba nane unaweza kufanya nini? Akasema bwana, huku ndio pakuja. Ukimaliza naenda zako mjini. Lakini akajifunza vitu vingi sana kwamba kumbe connection ziko huku. Sitaki kusema connection gani, lakini nyingi kwao tusambaze ujumbe kwa watu wetu, ili tupate wanachama wengi, tutafute lugha za kutumia. Naamini au Asogoro ni mtu ambaye ataleta wanachama wengi kwa sasa, kwa sababu alishajua ni kitu gani sisi tukisafiri tunakipata. Tushikamane, tuache maneno ya kusema pembeni kiongozi ana shida, tafuta kiongozi ambaye rafiki yako, mwambie kwenye uongozi wenu pale wenu kuna shida, uongozi wenu hufai, kuna vitu hivi hamtutendei sawa. Yesu huwa anasema bora ameingia huko, anasema uongozi unaweza mipira ine hata viwango. Sasa aje ni hii, tutafute mipira viwango atatwambia bila ufanye, atatuletea mzuri. yeah, yeah. Lakini si jeze tu, hata wewe uliyeko jo, mwenye kiti, ah kisha tumevaa sana miaka mitatu, tutafute nyingine. Tunakaa tunachakata, tunaela milioni kumi na saba. Kuna timu zinacheza daraja la kwanza hata mingiza awana hata milioni kumi na saba. Kuna timu kusafiri kutoka Iringa kwenda Dar es Salaam haiwezi meshushwa mpaka madaraja matatu. Lakini mavitirani pesa masi konya, waombe tuwe pamoja, tushirikiane, tuitoe itimu sehemu ilipo na twende tunapohitaji. Baada ya kuwa yamesha semwa, mwaka huu uwanja wetu wautajima tena. Mwaka huu uwanja tunasawazisha. Na tutatengeneza uwanja wa mpira hawaili kama mwenyekiti. Ikifika mwezi wa tisa, no, ikifika mwezi wa kumi, tutakuwa tumeshaweka uwanja pale kwa ajili ya kuanza kuchezewa aidha na sisi au wana kijiji. Tayari tushapanda miti, kufikia wakati huo miti itakuwa imesogea tutaweka ile pichi ionekane, ili kila mmoja aje aone mali yake ya Tunduma veterani, mali yetu. <tutu> Sisi wote tunaamini, tutafuatilia vibaa, kwamba watu watusaidia. Tukikufata utusaidie kwenye sehemu fulani, usisiti tusaidie, twende tufanikishe, kwa sababu hii mali ni yetu wote. Kwao tukikufata, tukakwambia tunataka twende sehemu fulani utusaidie tupate labda kibali, usisite, tunaomba uwe na sisi ili tusogee pale ambapo tunahitaji kufika. Tumesikia habari ya mipira, tunaifanyia kazi. Kuna ombi la jezi, tunaifanyia kazi. Nikuhakikishie tu jezi tutaongeza, kwa sababu tumetumia jezi muda mrefu <laughs> lakini pia swala la mpira, kisha bwana mtu yuko huku huyu tutampa jukumu naturete mpira kwaliti, si ndio? swala so, la soksi. Tuna viingilio vya wanachama wapya, tutatafuta kila mbinu ili tupate wanachama wapya. Hao wanachama wapya viingilio vyao hatutaviweka kwenye ada tutaviweka kwenye manunuzi ya mipira pamoja na soksi. Kwa hiyo soksi pia zitapatikana. Nikuhakikishie tu leo tuko sitini na tano, siku tukikutana lazima tuwe semanini, tukikutana tena lazima tuwe mia. Huu ndio itakuwa ushawishi wa kuwatafuta wanachama. Kwanza tutaanza kwa na wanachama waliokuwa wanachama wetu wakaondoka, kulikuwa kuna sababu zipi? tukawashawishi wale ambao tulikuwa nao warudi kwa kiingilio kipya, alafu baadaye tutatafuta wapya kabisa. Naamini hili lote linawezekana, sio sisi tu viongozi, hata mwenyewe yawezekana walikuwa wanasema fulani hafai pale, saa hizi hayupo, mpita takuja, yeah. kuna watu walikuwa wanasema pale fulani hayupo, akitoka taenda wokwatiu sasa hao tuwarudishi, lakini tuwarudishi kwa kuambia si jambo jema kutoka kwa sababu ya fulani bora, oh, kusema fulani haki kuliko kutoka, kuseme fulani amesababisha mimi nitoke, nalo si jambo jema. Nisiwe mzungumzaji sana, naomba niwashukuru sana. Hakuna neno kubwa unaposema asante kwa yale yote yaliyotokea siku ya leo, toka tumeanza mpaka muda huu, asanteni sana ni wanachama wa Tunduma Veterani. Mungu awabariki sana, tunaamini mmetupa dhamana ambayo tutaisimamia vyema. Asanteni. Mtu ambavyo ni muhimu, itatakiwa ni vifani leo, kwa mfano mtu wa kutoza vifaa sababu vifaa viko hapa, tunatakiwa kamati tendaji hii, tukamtafute tumteue mtu wa vifaa. Kwa hiyo leo usitomteue, ila leo taomba vifaa hivi vyote vikabidhiwe kwa kapteni, ndiye atakayekuwa navyo mpaka pale kamati hii itakapomteua mtu wa kuangalia vifaa. Lakini kwa upendeleo, kwa upendeleo kula naita kula ya nini? kwa kula ya veto na mtangazi ili Kamkandonga kwa msemaji, aliyekuwa msemaji wa timu yetu, ndio makamu katibu kwa sasa hivyo. Hawa watu wako wawili, ila leo mimi hapa nimemtangaza huyu. Huyo mwingine itakuja kwenye mlugi, ni nani msaidizi wake, au ni nani mkubwa, ni nani mdogo, tutatangaza. Ila nimemtangaza leo Eric Kamkandoka kuwa msemaji wa Tunduma Veterani. watendaji kwa zile kamati zetu. Mtazamaji wa J Online TV, ili uwe wa kwanza kupata habari kutoka J TV, subscribe kisha like, halafu bonyeza kengele hapo chini ili iwe wa kwanza kupata taarifa pindi habari mpya inapokuwa imewadia.